Sasa wakati huo wewe, ambapo una delete na kufuta kila kitu kwenye akaunti yako ya Instagram ama kwenye email yako, ndio huo huo mda sisi tunafanya ku-archive zile picha pamoja na videos. ili mradi tukija kurudia matapishi, mambo yasije kuwa mabaya zaidi baada ya uh. Miongoni mwa trend news ambayo upo kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni ile inomhusisha mzee mzima Harmonize pamoja na Kajala kuweza kurudiana kwenye penzi jipya. Sasa kuna hii hapa voice ambayo Harmonize alionekana akimkana. Ikumbuke kwamba jana ilikuwa siku ambapo kwa amani mtoto wake na Mario watu waliweza kuongea mambo moja mbili tatu. Sasa kitu ambacho kiliweza kusubiriwa kwa hamu zaidi ni kwamba Kajala ataweza kurudiana na Harmonize. Na ilikuwa hivyo, lakini pia haikuwa hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Karibu niweze kukujuza kwa kile ambacho kimeweza kutokea na kimeshika headline kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Dulkiana ndasko OG pale Instagram, ni follow mtu wangu zako umetisha kinoma noma. Sasa siku ya jana usiku kulikuwa na tukio moja kubwa zaidi Tanzania ambapo mtoto wake na Mario alikuwa anatolewa, alikuwa amefikisha umri wa kufanyia nini, happy birthday. Sasa tukio lile lilikuwa linaleta attention kali mara baada ya kuweza kualikwa babu na bibi natumia hiyo kauli kwa sababu Kajala anatumika kama bibi alafu Harmonize anatumika kama babo. Tukiachana na upande huo wa Kajala, tunazungumzia upande wa Harmonize akiwa na toto badi. Mario ni miongoni mwa marafiki wa karibu sana, tumeona pamoja na kolabu akizifanya nyingi tu kwenye hit song kali zinaenda mbele zaidi, wanapiga stori moja mbili tatu, yani in short, harmonize pamoja na Mario hakuna bifu lolote wala ugomvi wowote, ni marafiki wakali sana wanaotegemeana. Sasa, Mario aliweza kufanya invitation kuweza kumwalika mzee mzima Conde Boy ambaye ni Harmonize na mama mtu ambaye ni mama mkwe, sasa lazima awepo kwenye tukio kumuona, Babu, yani hata asipoalikwa, kutokea kwamba kupitia konti yake ya Instagram watu waliweza kutengeneza imagination kali kinoma mara baada ya kuweza kuunganisha doti hizo sasa, kuna nyingine ambayo ilitokea mara baada ya kupitia akaunti yake insta story ya Kajala, aliweza kushia video ambayo ikionyesha baadhi ya watu walioweza kualikwa kwenye hili tukio kubwa, na aliweza kuonekana Harmonize. Sasa hapo ndio watu wakasema tayari wanarudiana. Achana na hiyo sasa, ile kubwa kuliko ni kwamba range namba tatu, Kajala namba tatu tayari ilikuwa mzigoni na tayari ilikuwa inapeta. Kuna gari ambayo ilikuwa inatrend kwenye mitandao ya kijamii video clip zake zikionyesha gari ile ni imeandikwa Kajala namba tatu kwa nyuma, na ikionyesha kwamba tayari Harmonize ameweza kununua. Mara ya kwanza alinunua gari mbili, walivyoachana Harmonize akaondoka na renji zake, kulikuwa na Kajala namba moja na Kajala namba mbili. Sasa hivi amemnunulia gari nyingine tena ambayo iweza kuandikwa Kajala namba tatu. Wakiachana tena vv ataiacha ama imekaaje? Sasa jana kupitia exclusive interview fupi aliweza kufanya pale na Rick Media, Harmonize aliweza kuulizwa kwamba sasa niko tayari kuweza kusema kwamba Kajala pamoja na Harmonize wamerudiana, mtangazaji alizo kumuuliza swali la kizushi kama hivyo Harmonize alafu Harmonize alichokisema ni kwamba hapana, mimi sijasema hivyo kabisa, hicho kitu usikizungumzia hapa kwa sababu si kweli, na akihusiani nao watu kupitia covid section anasema hivi, jamaa anatuonaje bado alivyoendelea kujiwa pale, aliulizwa kwamba ulisema, uliandika kupitia akaunti yake ya Instagram kwamba wali comment mambo mengi kwenye comment section Wakaona bana, huyu jamaa anatuchukuliaje sisi? Anatuchukulia poa kinoma noma. Ehe, yeah. Bado kuna video clip nyingi sana ambazo walikuwa wanaonekana, anapiga na makisi Harmonize, anampa pesa Kajala, kama hivyo Juma Lokole naye alikuwa ana anawaambatanisha anawagusanisha, kwamba wapigane makisi hivyo na, na hivyo lakini, bado Harmonize alivyofanyiwa interview anakana kwamba eti hawajarudiana, wao ni vile kama marafiki, wameweza kukaribishwa watu wakaandika marafiki, hiyo kuyo na kweli hata mimi nasema marafiki hiyo, kwa kwa kwa sababu kwa zile reaction na zile video ambazo zina trend sio kawaida kabisa. Kwa hivi inavyoonekana, tayari penzi la Harmonize pamoja na Kajala limerejea. Sasa ngoja nikupe full details kwamba kile kitu kimerudi kwenye mstari wake mara baada ya Harmonize kuweza ku archive picha ambazo aliweza kupiga na Kajala. Kumbuka mwanzoni nimekuambia kwamba muda huo unafuta picha, una delete kila kitu. Sisi muda huo tuna archives, ili mradi Mambo yakikaa sawa, tunarudia matapishi. <laughs> Aliyokuambia matapishi yarudiwi ni nani? Sasa, Harmonize anakuja kukufunga mdomo na kukwambia kwamba bana matapishi yanarudiwa kama kawaida. Hivyo tunaona kabisa penzi limerudi upya. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu kupitia akaunti ya Instagram ya mzee mzima Harmonize ameweza ku archive, ku unarchive, umeona ku unarchive, mara kwanza ile archive picha zinaonekana yani zinaonekana kwake tu akiamua kuzirudisha na kurudisha, lakini kwa sasa ameamua kuzirudisha ikumbukwe Mwanzoni, mwaka huu aliweza ku archive picha karibia zote za kwake, alibakisha picha kama sikosei, sita tano, akaanza kupost tena upya picha kubwa ambayo ilikuwepo pale ni ya picha ya Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa, sasa hivi ameamua ku unarchive zile picha zote ambazo aliweza ku archive kipindi hicho. Tunakumbuka kwamba alikuwa gani enda gym yake noma noma, alafu Harmonize anacheza juu ya mgongo wa Kajala tu. Sasa mapenzi ndindinde anarudi tena. Tutarajia kuona video clip nyingi sana watu wakiwa gym wakiwa wananyanyua na kushusha vyuma, au sio? Mwenye kasoro ka upole kama unamjua basi mtaje ye ni jeshi, lakini gitini kwake alikesha moja kwa moja, anatuonesha kwamba wazi kweli kwa Kajala achomoe eh bana. Mkataa kwa mtumwa, Harmonize ameamua kurudi kwa Kajala. Mkataa kwa mtumwa, Kajala ameamua kurudi kwa Harmonize. Niandike kupitia comment section hapo, ni yapi maoni yako, penzi litadumu ama ni skendo tu? Miezi mingapi tuwapatia hawa ama wiki au mwaka? <laughs> Ila huu mwezi huu mwaka ndo zitakuwa za kutosha, na watu wataachana kinomanoma. Ni follow pale Instagram julikana underscore OG, alafu atakuwa amechisha kinomanoma.